Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana mmoja kati ya buwana, moja vitu ambavyo vime happen huko mtandaoni bwana ni sakata la Babalevo eh, na nafasi ambayo ameipata ya kuwa kama mbunge basi, moja kwa moja vitu vimekuwa ni vingi vingi sana e, eh, bwana, kadri ya muda unavozidi kwenda tunaona mambo mengi yanaendelea kutokea eh, pande hizo za Kigoma kule e, eh, bwana, kwa hiyo kitu ambacho tumekiona bwana ni kwamba baada ya Babalevo kupata nafasi kupata fursa adhimu kabisa ya kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini eh, moja kwa moja siku ya leo bwana, alikuwepo kule bungeni kwa ajili moja kwa moja ya kuanza majukumu ya kiserikali kama unavyoelewa. Kwa hiyo Baba Levo bwana alikuwepo bungeni. Lakini ukiachana na suala hilo, pia e, kitu kingine ambacho kimehappen huko ni kwamba wameapishwa wabunge tayari rasmi kabisa kwa ajili ya kuendelea na majukumu yao, lakini kubwa zaidi ni kwamba Diamond Platinumz naye pia na akiwa kama moja kati ya masapota wakubwa kabisa wa Baba Levo, na ye pia alijitokeza pale bungeni Dodoma kwa ajili ya kuonyesha sapoti, upendo na kuonyesha kwamba yuko sambamba kabisa na b levo ba bila shaka utakuwa unafahamu kwamba katika safari ya babalevo ya maisha, lakini pia vile vile safari yake ya e, mbio za kwenda bungeni au mbio za kugombea nafasi ya ubunge n, n, kila mtu atakuwa anaelewa kabisa kwamba e, Diamond Platinumz yuko na mchango mkubwa sana. Maana hata baba Levo mwenyewe pia amelizungumza hilo kwa mara nyingine tena, akiwa anadai kwamba bwana, moja kati ya vitu ambavyo yeye anamshukuru sana Diamond katika maisha yake kwa muda wote ni swala zima la Diamond kumwamini na kumpa sapoti. E, kama unavyoelewa kwamba Diamond bwana, amempa sapoti kubwa sana baba Levo kwa muda mrefu akiwa yuko na e, akiwa yuko naye kuanzia katika katika hali nzima ya kuhakikisha kwamba anapata nafasi ya kufanya kazi zake katika industry ya mziki wa Bongo Flavor lakini pia vilevile vile katika e, nafasi ambayo ameipata sasa hivi ya ubunge, tunafahamu kwamba Diamond Platinumz ameplay part kubwa sana katika swala zima la kupromoti, kumpromoti, kuhakikisha kwamba Baba Levo anapata nafasi hiyo, na hata katika kampeni zake katika kufunga kwa kampeni ya Baba Levo kule Kigoma mjini kabla ya uchaguzi Diamond ndiye mtu ambaye alijitokeza pale kwa ajili ya kufanya show, na tunaelewa kwamba Diamond ni msanii wa gharama kupitiliza, lakini pamoja na hayo yote ni kwamba alikuwepo katika show ya eh, alifanya show ya bure kabisa kwa ajili tu ya kumsapoti eh, Babalevo. Na pia vile vile katika sherehe za kuapishwa kwa Baba Levo kule Dodoma ni kwamba tumeshuhudia kuona kwamba eh, Diamond naye pia alikuwepo. So Baba Levo bwana, amepata fursa ya kufanya mahojiano na vyombo vya habari akiwa yuko kule Dodoma, mbele ya Diamond Platinumz na Baba Levo ameeleza wazi jinsi gani na ambavyo anavyothamini uwepo wa Diamond na jinsi gani ambavyo anathamini support ambayo ameipata kutoka kwake Diamond Platinumz na mambo mengine mengi sana. Lakini kubwa zaidi ambalo Baba Levo amelifanya ni kwamba ame alikuwepo pale akiwa yuko yeye ne, watu wake wa karibu kama vile mwanaye wa kiume e, pia vile vile alikuwepo pale na mkewe E, bila kumsahau Diamond mwenyewe dada yake na watu, na watu wengine wa Babalevo wa karibu alikuwa nao pale akiwa anatoa shukurani na pongezi za dhati kwa wajinsi ambavyo wamekuwa wakimsapoti kwa muda mrefu ake <mimu> apamba aukabisa maisha ni Aa, ni kwamba baba Levo ameelezea kwamba mwanaye Levo Katus alikuwepo pale kwa lengo tu la kuona jinsi gani ambavyo baba wake anavyopambana, na, na kumjulisha kwamba jinsi ambavyo maisha yalivyo lazima mtu upambane like. Lakini pia vilevile vile, baba Levo amemzungumzia mkewe naye ambaye nayeye naye pia alikuwepo pale Dodoma <mulikansi> Uh, Baba Levo amezungumza hivyo bwana, kuhusiana na mkewe, lakini ukiachana na mkewe pia vilevile ameeleza kuhusiana na mchango wa baba yake mzee wake, yani mzee wake Lukuga yani yupo hapa, baba mzazi huyu <gulia> <gulia> uh, Diamond Platnumz yeye alichokifanya ni kutengeneza kunitengeneza kunibadilisha kutoka kuonekana chokoraa kwenda kuwa mtu ambaye na heshima zangu watu wa... Ni... So, Babalevo ameposti hiyo video katika kurasa yake wa Instagram, kisha akaandika kwamba asanteni sana familia yangu kwa kuja bungeni leo, alafu pia akatoa shukrani za dhati special kabisa, akaandika hapa thanks Diamond Platnumz. Uh, wadau mbalimbali hapa bwana wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiki ambacho kimetokea, akiwemo mkali wenu ameweka emoji za makofi kisha akaandika oya, Diamond Platnumz apewe maua yake na kuweka hapo emoji ya upendo, yani kopa. Eh, uh, kuna mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana, hakuna uh, cha ameshakuwa mzee wako atabaki kuwa mzee. Kuna mwingine hapa amekuja amecheka kweli kweli, amesema kwamba Baba Levo amekiri kabisa kwamba Diamond ndiye aliyemtoa kwenye uchokoraa mpaka kuja kuwa mtu wa maana. <laughs> mwingine amekuja ameandika kwamba e, bwana hongera sana, huyu ni Kimkiando, head of IT department pale Wasafi. Uh, yuko hapa pia mtu mwingine ameandika congratulations sana baba yake na Levo uh, keep shining bro hakika. uh, umejifunza kitu hapo. Tuendelee uh, kuwaheshimu waliotuonyesha njia na, kutu, na kututoa, na haijalishi umefika levo gani ya so, hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia vile vile kitu kingine ni kwamba peji mbali mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hilo. Kwa mfano, hapa kuna peji imeandika kwamba Babalevo amemshukuru baba yake Diamond Platnumz pamoja na familia yake kwa ujumla lakini pia vilevile vile kuna hii video nyingine ambayo imeenda viral kwelikweli, ikiwa inamwonyesha Babalevo bwana akiwa anajitambulisha bungeni eee, lakini pia katika kujitambulisha kwake bwana amemalizia kwa kebwana, ame kusema kwamba yeye ndiye mbunge wa Kigoma mjini na yeye ndiye ambaye ameuangusha mbuyu Yaani, akisema kwamba ameuangusha mbuyu, maana yake ni kwamba Baba Levo bwana yeye amemtoa Zito Kabwe katika nafasi ya ubunge kule Kigoma mjini, akiwa anamaanisha kwamba Zito tunafahamu kwamba ni mwanasiasa mkongwe na amekuwa akiwa amekuwa mwakilishi wa Kigoma kule kwa muda mrefu bungeni, lakini Baba Levo raundi hii ya mwaka 2025, 2026, yeye ndiye anakamata usukani kama mbunge wa jimbo hilo. Baba Levo bwana amejitambulisha bungeni kwa mara ya kwanza kabisa. Hebu msikilize hapa, maana hii video nayo pia imeenda viral kwelikweli huko mtandaoni. Mheshimiwa yeah, so mwenyekiti, naitwa Clayton Revocatus Chipando Kigoma, wananiita Kibarabara, ni mbunge kutoka jimbo la Kigoma mjini, lilaangusha mbuyu. Ya so neno la